Uh, kwa nafasi yetu kama wachezaji uh, tunajua umuhimu mkubwa wa mchezo wetu wa kesho uh, lakini pia tunajua uh, kwamba tuna kiu eh, uongozi, wachezaji, benchi la ufundi, lakini pia hata wa Tanzania, pia na wao wana kiu ya eh, kuona kwa namna Azam FC imeweza kufanya uchezaji mkubwa kwenye, kwenye, kwenye timu hasa kwa kusajili wachezaji eh, wazuri kwa hiyo hata Watanzania pia nao wana kiu kuona uh, kile ambacho uh, uh, Azam FC ina wish kupata kwenye mashindano haya makubwa, basi tuweze kukipata. Kwa hiyo sisi kama wachezaji uh, tunaona na tuna kiu na hamu kubwa ya kuona uh, tunaweka historia kubwa na alama kwenye klabu kwa kuweza uh, kuweza kuvuka hatua hii ya uh, ya, ya, ya, ya, ya, ya za mwanzo na kwenda kwenye, kwenye group stage. Kwa hiyo, hiyo history ambayo tuna, tuna, tuna matumaini nayo ya kwenda kuikamilisha kesho, na ili tuweze kuikamilisha ni lazima tuvuke kiunzi kilichokuepo mbele yetu, uh, ya mchezo dhidi ya KMKM na tunaamini uh, wapinzani wetu uh, watakuwa wamejipanga vizuri kulingana na mchezo wa mwanzo tuliocheza dhidi yao. Tuliweza kupata matokeo mazuri na na na wao waliweza kupata matokeo mabaya kwenye uwanja wao wa nyumbani, kwa hiyo wanakuja kwetu na tuna imani kwamba watajiandaa vizuri, yale mapungufu ambayo walikuwa nayo nadhani watakuwa wameweza kuyazingatia, kuya ili asiweze kufanya makosa yale ambayo waliweza kuyafanya mwanzo, lakini pia yale ambao waliyaona kwetu kama ni makosa, basi wataenda kuyafanyia kazi ili kuona kesho wanafanya jambo zuri kwao ili naweze kupata matokeo chanya. Vivyo hivyo kwetu, uh, tumekuwa na, na, na, na, na, na, na, na, na mazoezi ya kuona eh, namna bora ambavyo tuliweza kufanya kwenye mchezo wa awali ili tuweze kuendeleza mwendelezo ule, lakini pia kwenye sehemu ambazo tuliweza uh, uh, kulega lega basi, tuweze kuongeza nguvu, ili kile ambacho kila Mtanzania, kila mchezaji na viongozi ambao kila mtu anaona kwamba tumeshapiga hatua moja mbele kuona kwamba tunaweza kuqualify, basi hayo mawazo na hiyo nia isiweze kupeperuka ama kupotea. Kwa hiyo ni, ni, ni ni kuweka umakini kwenye kila, kila engo kuhakikisha kwamba yale mahesabu ambayo tumeyapiga, na ule, ule, ule mwanga ambao tumeupata, basi tuweze kushikilia ili tuweze kuvuka kwa pamoja, na iwe history kwa watu wote ambao wanahusika na timu na hasa kwa namna bora ambavyo wachezaji wa, wa, wa club umefanya na Watanzania kwa ujumla wamekuwa na matarajio kuona kwa namna Azam FC imekuwa na wachezaji bora, imekuwa na benchi la ufundi bora, lakini pia imekuwa na viongozi ambao wanatamani kuona Azam FC ikivuka na kwenda makundi na wote kwa ujumla tunaamini tuna, tuna kwamba Azam FC inastahili kufika zaidi ya hatua ya makundi. Yes, uh, namna bora ni vile ambavyo uh, uongozi wa Azam FC umeonelea kwamba Watanzania, mashabiki wa soka nchini waweze kujitokeza kuja Azam FC kwa ajili ya kushuhudia mechi nzuri na bora ambayo inaenda kuandika, itaenda kuandika historia nzuri na kubwa katika klabu yetu kwa hiyo tunawakaribisha mashabiki wa Azam FC na wasio Azam FC waje waburudike, wa, wa kwa, kwa, kwa burudani nzuri, lakini pia kwa mashabiki wetu waje waweze kushangilia, lakini hasa kubwa zaidi, nadhani itakuwa ni fursa kubwa kwa vijana, watoto ambao watakuja kupata fursa ya kuiona Azam FC kwa sababu Azam FC e, tunasema timu bora, bidhaa bora. Kwa hiyo wamekuwa wakitumia uh, bidhaa za Azam lakini pia wanakuja kuona timu bora. Kwa hiyo nadhani kwa vizazi vijavyo tuna, kuna haja ya kuwapa watoto platform za kuja kuona namna bora ambavyo Azam FC imekuwa ikiwa bora uwanjani na ikipata matokeo chanya na kutengeneza momenti nzuri kama hiyo ambayo tuna wish wote kwenda kuifanya. Kwa hiyo waje na watoto waone burudani, nadhani hicho ndio itakuwa kizazi bora zaidi na mashabiki kindakindaki wa Azam FC wa wajao wa, wa Yes, namna bora zaidi nadhani, uh, miaka kadhaa nyuma, kipindi ambacho mimi niko kwenye Academy ya Azam FC, nadhani ilikuwa ilikuwa tulianza ama niliyekuta Azam FC ikiwa inaendelea, tunaendelea kujipambanua. Ikafika kipindi tukawa washindani, tukachukua kikombe cha Kagame, tukaja tukachukua kikombe cha ligi, lakini pia ukiangalia kutoka kule kutoka mpaka hivi leo, imekuwa Azam FC imekuwa imejipambanua kwa namna kubwa sana, na watu wengi saa hizi wamekuwa wakifuatilia Azam FC na kuipenda. Kwa hiyo ukiangalia uh, kwa haraka haraka tangu nime nimekuwa nime, nime, nime, nime, nime, nime kwenye timu za vijana mpaka leo inafika ina, ina, ina, ina miaka kumi na zaidi kwa hiyo ukiangalia kama kulikuwa kuna mtoto wa miaka mitano kipindi kile leo hii ana miaka kumi na tano ina maana huyu tayari ameshatengenezwa kuwa shabiki wa Azam FC. lakini nadhani nyote mtakuwa mashahidi leo hii ukitembe, ukitembea nchi nzima utaona jezi za Azam FC ni nyingi ambazo zinaweza ku, ku, ku, ku compete na timu zingine, kwamba kwa, kwa maana watu wananunua jezi za Azam FC kwa sababu wanaona ubora wa Azam FC, lakini pia wanaanza kuifuatilia na kuipenda taratibu taratibu. Kwa hiyo hata hiki ambacho Azam FC wame, wame, wamefanya kwa kuruhusu watu kuja kuitazama Azam FC bure bila kiingilio, nadhani pia itaendelea kuongeza uh, ule ukaribu watu kufuatilia Azam FC, lakini pia itaongeza mapenzi ya, ya, ya mashabiki na, na, na klabu yao. Mimi ni miongoni mwa mtu ambaye natamani kweli kweli kwenda group stage kwa sasa, yani katika mtu ambaye anatamani kwenda group stage kwa sasa, basi ni mimi. Kwa hiyo kwenye hizo, kwenye hizo story ama kwenye mazungumzo ambayo tunazungumza, yani huwa anazungumza kana kwamba sijai kwenda hiyo, hiyo stage, na mimi nazungumza kwenye engo ambayo na wao wamo kwa hiyo inaweza kawa namna na, na, na ambayo inawashangaza hata wao kuona kwa namna gani natamani kwenda group stage nikiwa na Azam FC, kwa sababu ndo timu ninayoipenda, lakini pia ni timu ambayo imenilea na kunikuza na nimekulia pale. Kwa hiyo hata nilivyorejea kwenye mazingira yale nimekuwa na kumbukumbu kumbu nzuri, uh, za soka kwenye nchi hii nikiwa pale. Kwa hiyo najikuta kana kwamba sijawai kushiriki mashindano yote ya kimataifa. Kwa hiyo natamani kweli kweli Uh, kukualify hiyo kesho na kwenda group stage. Kwa hiyo msishangae kama panapo majali watukafuzu, mkaona nimeshika bendera nakimbia uwanja mzima kwa yani, kana kwamba sijawahi kuf, kuf, kuf, kuf, kufika stage hiyo, lakini ni namna bora ambayo natamani kweli kweli kuhakikisha kesho, Mwenyezi Mungu anatujalia, tunaweza kuvuka kwenda group stage <mucho>